Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya siku hamsini za Pentekoste. Tunapenda kumshukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni ambaye alichagua kukaa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu, na hatimaye ile siku ya Pentekoste akatujaza na Roho wake Mtakatifu, ili tupate nguvu za kumshuhudia yeye popote tunapokwenda. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha siku hamsini za Pentekoste, leo tukiwa ni siku yetu ya 25 tumefika nusu, tumefika katikati, na kwa siku ya leo tutaangalia habari za Roho Mtakatifu za kunena kwa lugha na habari ya shukrani. Tunataka tumshukuru Mungu kwa mema yote ambayo ameyatenda katika maisha yetu. Kwa ajili ya kipindi hiki, tunakutana mahali hapa, tunajifunza neno la Mungu kwa pamoja, kwao ni wakati mzuri kabisa wa kupeleka shukrani mbele za Mungu na kujifunza mambo machache ambayo yanaweza kutusaidia wakati wa kunena kwa lugha na wakati wa kuomba kwa Kiswahili lugha inayoeleweka. Basi bila kupoteza wakati ni kukaribishe moja kwa moja katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu. Kwa hiyo siku ya leo bila kupoteza wakati takwenda moja kwa moja kwenye neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea kidogo mpaka Roho atakapotuelekeza au kutuongoza. Biblia inaanza kwa kusema kwamba ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hapa iko wazi kabisa. Biblia inatuambia tuufuate upendo na kutaka sana karama za rohoni. Kwa hiyo Paulo alikuwa anataka watu wazitake sana, wawe na shauku, wawe na desire ya kuona karama za rohoni, karama za Mungu zinatenda kazi katika maisha yetu. Lakini akaendelea mbele akasema, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Kuhutubu ni kuongea kwa maneno yanayoeleweka, kama mimi ninavyoongea hapa na wewe unanisikiliza, unaelewa. Kwa hiyo hata kama una daftari, una sehemu ya kuandika notes zako, unaweza ukaandika kwa sababu unanisikia na unaelewa. Kwa hiyo Paulo akasema kwamba zaidi sana tupate kuhutubu. Akaendelea mtume Paulo kwenye mstari wa pili akasema, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiae ia, asikiae, sio kwamba kusikia kwa masikio, yaani hakuna anayeelewa. Wewe ukinena kwa lugha riboshekerekoriakantarakora marabo shandara basiki, hapo mwingine anaweza akasikia lakini haelewi. Kwa hiyo wewe unayenena kwa lugha unazungumza na Mungu, hauzungumzi na watu, kwa sababu watu hawaelewi kile unachokisema. Akasema lakini, anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo, hapa tayari tunaona faida nyingine ya msingi iliyo kubwa ya kutusaidia tunaponena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, unaongea mambo ya siri katika roho yako. Roho yako unakuwa umeiachilia kwa Mungu. Roho yako inajua vitu unavyovihitaji kuliko wewe kwenye fahamu zako na akili zako na fikra zako, mambo unayoyajua kwamba wewe unayahitaji kwa sababu unapookoka, Biblia inatuambia roho yako na roho ya Mungu zinaungana, zinakuwa kitu kimoja. Akili inakuwa bado haijaungana, ndio maana inabidi uende kanisani, inabidi usome neno la Mungu, inabidi ujifunze habari za Mungu ili uweze kumjua Mungu na njia zake. Lakini roho yako na Roho Mtakatifu tayari kinakuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo roho yako inapozungumza inaongea vitu vya siri siri, hapa maana yake tafsiri nyingine kwamba wewe mwenyewe unakuwa hujui, lakini vitu vinavyohitajika kwako bila wewe kujua, sasa roho inayapitisha yale mambo moja kwa moja bila kuyapitisha kwenye fikra zako au akili zako. Kwa hiyo ni vyema, ni muhimu na ni vizuri sana kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo akuishia hapo, akaendelea akasema, bali yeye ahutubuye yule mtu ambaye anazungumza kwa lugha inayoeleweka. Tafsiri nyingine zimetumia neno tuprofesai kuhutubu, kuprofesai. Sasa uh, kuprofesai na yenyewe siyo tafsiri nzuri sana kwa sababu watu wengi wanajua kuprofesai au kutoa unabii ni kuongelea habari za mambo yajayo kwamba unaongea unabii, unaongea mambo, habari ya mambo yajayo. Sasa neno zuri zaidi, tafsiri nyingine zimetumia neno kupreach. Kupreach ndo kuhubiri, kuhubiri yani unazungumza kwa lugha inayoeleweka ili watu wakuelewe. Kwao ndo maana hapa ili neno likatumika kuhutubu, kwamba bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga, kuwafariji na kuwatia moyo. Unapokuwa unahubiri, unapokuwa unatangaza neno la Mungu kwa lugha inayoeleweka, unakuwa basi unaongea maneno ya kuwajenga watu, unakuwa unaongea maneno ya kuwafariji na kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vilevile vile kuzungumza hivi kueleweka ni muhimu, ndo maana hapa mimi ninavyoongea wewe unaelewa, unajengwa, na Mungu atazidi kukusaidia na kukubadilisha toka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu unaelewa. Hata kama una huzuni, nikija tu nikanena kwa lugha ribo sheke rekori kantara kuraba ribo siki, hautaelewa wewe utajua tu kwamba huyu mtu anaomba, lakini hapo mimi nakuwa sisemi na wewe, nakuwa ninasema na Mungu. Kwa hiyo kuna wakati unasema na Mungu na kuna wakati unasema na watu. Unaposema na Mungu ni vyema, ni muhimu kunena kwa lugha. Unapokuwa unasema na watu ni vyema na ni muhimu kuzungumza lugha wanayoielewa, ili watu waweze kujengwa, watu waweze kufarijiwa pamoja na kutiwa moyo. Haleluya! Paulo hakuishia hapo, akaendelea mstari wa nne, yeye anenaye kwa lugha ujijenga nafsi yake, bali ya utubuye ulijenga kanisa. Aha, hapa kumbe, anatuelewesha anatufafanulia, tuelewe vizuri. Kumbe sio kwamba tushikilie kitu kimoja peke yake, vyote viwili ni vya muhimu, lakini hapa Biblia inatuonyesha kwamba unaponena kwa lugha unajijenga wewe. Unapozungumza maneno yanayoeleweka, unapohubiri, unapotoa unabii unabii actually ni kueleza kitu kilichoko ndani ya moyo wa Mungu, sio tu kueleza mambo yajayo. Na yajayo inaweza kahusika hata yaliyopita inawezekana, lakini kwa muktadha wa wa Korinto wa kwanza sura ya 14 unabii uliotajwa hapa au kuhutubu ni kuzungumza kile kilichoko ndani ya moyo wa Mungu, ili kulijenga kanisa, ili kuwafariji watu na kuwatia watu moyo. Hicho ndo kitu kinachozungumziwa hapo kwa hiyo kuna wakati wa kunena kwa lugha ukiwa unataka kujijenga wewe nafsi yako, na kuna wakati wa kuhutubu, kuhubiri maneno yanayoeleweka ili kuwajenga watu. Haleluya! Kwa hiyo hapo tayari umeshaona vyote ni vya muhimu, sio kwamba kimoja ukiweke pembeni kingine ukiache, vyote vinakwenda kwa pamoja. Na kwenye mstari wa tano, mtumishi wa Mungu akaendelea kusema kwamba nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Sasa huyu kama mtume, mtume Paulo akatumia mamlaka yake, akasema mimi Paulo ninataka nyote mnene kwa lugha. Kwa hiyo usitoe visingizio kwamba oh, sijui kuna baadhi wananena kwa lugha wengine waneni. Paulo mwenyewe anayetuandikia mambo anasema anataka, sio anaomba, anashauri, anapendekeza, anataka sote tunene kwa lugha. Kwa hiyo hakikisha kwanza unanena kwa lugha, ndipo uje uulize swali, je, wote wanatakiwa kunena kwa lugha? Unakuta mtu haneni kwa lugha alafu yeye ndo anakuwa mstari wa mbele kuuliza e, hey, jamani, kwani wote wananena kwa lugha? Kabla ya kutafuta ule mstari unaouliza je, wote wananena kwa lugha, hakikisha una huu mstari kwanza. Hapa Paulo anatuambia kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu kwamba nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Kwa hiyo hakikisha kwanza unanena kwa lugha kwanza, ndipo uje tukupatie tafsiri ya huo mstari mwingine. Akaendelea akasema, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Kwa hiyo zaidi sana, jambo la kwanza amesha sema wote wanene kwa lugha. Alafu akasema mnaponena, mnapo kwa lugha, mnajijenga, mnajichaji, mnajiwekea nguvu, mnajipatia nguvu za rohoni, kwa ajili hata kama unatoa ujumbe uweze kutoa ujumbe unaotoka ndani ya moyo wa Mungu, uwe na uwezo wa kubeba kile ambacho Mungu anataka kibebwe katika kanisa husika, katika jamii, katika familia, au katika taifa kwa ujumla. Akaendelea, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha isipokuwa afasiri ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Sasa watu wengine wanashikaga huu mstari peke yake kwamba yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Wanasahau kwamba hapa kuna mkato, sio kwamba kuna nukta. Huo ni mkato alafu akasema isipokuwa afasiri. Yani, maanake kwamba yule mtu anayeutubu tayari yeye ananena neno la Mungu moja kwa moja watu wamemuelewa. Sasa huyu anayenena kwa lugha na kunena kwa lugha kunakozungumziwa hapa sio ule wakati wa maombi. Hapa kuna wakati ambapo Mungu anataka kuleta ujumbe wa kuwabariki watu, watu wafarijiwe, watu wajengwe. Sasa ukija kwa kunena kwa lugha sisi hatuelewi. Kwa hiyo inabidi wewe utulie, uzungumze wewe na Mungu, ujijenge wewe mwenyewe. Kama unaongea na Mungu, muongee siri zenu, malizane. Unapokuja kuongea na sisi kanisa zima, basi inabidi un, u, yani kama umenena kwa lugha, basi itoke tafsiri, ndio ili neno isipokuwa afasiri utafsiri. Ikija moja kwa moja kwa Kiswahili au kwa Kiingereza au kwa lugha inayoeleweka na watu walioko eneo husika, basi hiyo ni sawa lakini kama ukinena kwa lugha na unataka kanisa lijengwe, ona kusudi hapa ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Kanisa hautalijenga, umesimama pale madhabauni unahubiri kwa kunena kwa lugha, no. Kanisa haliwezi likajengwa kwa namna hiyo. Lakini kama ni wewe mwenye mwenyewe, unajiombea unajijenga, unajiimarisha mwenyewe, hiyo ni sawa. Lakini wakati wa kuhubiri, wakati wa kulijenga kanisa, unabidi utoe neno. Ukatoa kwa kunena kwa lugha peke yake, hiyo siyo sawa. Kama mtu amenena kwa lugha, basi mwingine aweze kutafsiri. Kama hakuna mtafsiri basi unyamaze, sio wakati wa maombi, wakati wa kutoa ujumbe, wakati wa kutoa mahubiri, wakati wa kueleza watu maneno ya kuwajenga, hapo hautakiwi kunena kwa lugha. Lakini kama ni wakati wa maombi, kila mmoja anaomba, kila mmoja anaomba, hiyo sawa, unaweza ukanena kwa lugha. Lakini tumekupa maiki, sisi tumeshika notebook tu, tunataka tuandike Mungu anasema nini na sisi siku ya leo. Alafu unanena kwa lugha, no, hatuwezi kuelewa. Kwa hiyo lazima atokee mtu wa kitafsiri kama unanena kwa lugha. Kama hakuna mtafsiri, Biblia imesema wazi kabisa, huyo mtu anyamaze. Kwa hiyo najua tayari mpaka kufikia hapo umeshaelewa wakati gani wa kunena kwa lugha na ni wakati gani wa kuzungumza maneno yatakayowajenga na kuwafariji watu. Na wale watu wanaoongea vizuri maneno ya kuwafariji watu huwa wanakuwa na muda mzuri wa kujijenga kwanza. Unakuwa mbele za Mungu unanena kwa lugha unanena kwa lugha, ukifika mbele za watu sasa unaanza kuongea kwa lugha watakayoielewa ili wapate kujengwa. Haleluya. Sasa nitaruka moja kwa moja mpaka mstari ule wa kumi na tatu. Mstari wa kumi na tatu hapa, Paulo akatoa suluhisho, akasema, kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa hiyo kama unanena kwa lugha, uombe upewe kufasiri, ili uweze kulijenga kanisa huwezi ukalijenga kanisa kama huwezi kufasiri yale ambayo unayanena kwa lugha. Kama labda lengo lako ni kujijenga wewe mwenyewe, hiyo ni sawa, inabidi unene kwa lugha. Lakini unapokuja kwamba unataka kulijenga na kanisa, hapo inabidi upate karama nyingine, inaitwa karama ya kufasiri lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunapoingia mstari wa 14, sasa hapa ndo akaeleza vitu vizuri, akasema, maana nikiomba kwa lugha, au yani kwa kunena kwa lugha, roho yangu ndiyo inayoomba, roho yangu huomba. Lakini sasa akili zangu hazina matunda, akili hazina matunda. Maanake akili hazielewi. Ni kweli, mimi ninaomba katika roho, ninaomba katika roho, lakini akili hazielewi kwa hiyo hiyo ndo changamoto iliyopo. Kwa hiyo mstari wa 15 akaleta suluhisho na yeye, akasema imekuwaje jamani, mbona mambo yamekuwa hivi? Suluhisho ni hili hapa, nitaomba kwa roho, yani kwa kunena kwa lugha, tena nitaomba kwa akili pia. Ah, kumbe kuna wakati inabidi unene kwa lugha. Alafu kuomba kwa akili ni kuomba kwa lugha unayoielewa, akili zako zinaelewa kwamba labda unaomba chakula, unaomba Mungu akusaidie kwenye afya yako, unaombea watoto wako, unaombea vitu ambayo akili yenyewe inaelewa. Kwa hiyo vyote vinahusika. Alafu vilevile akasema vile, nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili pia alafu ili neno pia unaona lipo kwenye akili, akili pia, na hapa akili pia maanake, kwanza kipaumbele kiweke kwenye kunena kwa lugha. Nena kwa lugha, lugha, nena kwa lugha, lakini usiishie kunena kwa lugha tu. Tena wakati mwingine kwa kadiri unavyonena kwa lugha, Roho Mtakatifu anaweka ndani ya akili zako mambo sahihi ya kuombea. Uenda kweli wewe ulikuwa umekusudia labda uombe mahitaji yako binafsi ya kiuchumi, uchumi hujakaa sawa kwa lugha, unaanza kum... kunena kwa lugha namna hiyo, unaomba unaomba. Baadaye, kabla hujaanza kuomba kwa akili, kabla hujaanza kuomba sasa kwa namna ambayo na fahamu zako zinaelewa, Roho Mtakatifu anakupeleka eneo jingine, anakwambia ombea familia yako kwanza. Kwa hiyo maana yake kwenye maneno ya Kiswahili utaanza kwanza kuombea familia. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ameshakupatia jambo sahihi zaidi la kulitamka la kuombea. Usija ukasema kwamba ah, mi nilikuwa nimesha plani kuombea mahitaji yangu, uchumi wangu ni nani. Lakini Roho Mtakatifu akikupatia jambo jingine, tembea nalo hilo, nenda nalo hilo. Bwana Yesu asifuwe sana. Kwa hiyo akili inafuata baadaye, akili pia, yaani pia maanake ni kitu mengineyo. Kwa hiyo hata kuimba unaimba kwa roho, alafu na akili pia usiisahau uiwekemo na yenyewe, na yenyewe uichanganye, uitumie, lakini kipaumbele kikubwa zaidi nena kwa lugha. Kwa mfano, tuchukulie labda wewe muda wako wa kuomba ni lisali moja basi, angalau zaidi ya nusu nene kwa lugha, labda hata dakika arobaini, alafu zile ishirini sasa unatamka kwa Kiswahili, unaomba kwa Kiswahili au kwa Kiingereza au kwa lugha yoyote unayoielewa. Kwa hiyo unaweka kazini baadaye na akili pia. Kwa hiyo hiyo hapo Biblia ime, imepunguza nguvu kidogo, ni neno ambalo kwenye lugha ya Kigiriki limepunguza nguvu. Kwenye Kiingereza ametumia neno also also, pia maanake, yani kwa, kwa uchache, ijapokuwa usisahau akili moja kwa moja, lakini na yenyewe uiweke, anza kuomba kwa roho, yani kwa lugha, alafu uweke na akili pia. Haleluya! Sasa hapa kwenye mstari wa 16 ndo akaongea mambo mazuri zaidi, akasema kwa maana wewe ukibariki kwa roho, kama alivyosema kwa roho, maanake nini? Unanena kwa lugha, unambariki mtu kwa roho, yeye aketie mahali pa mjinga mjinga hapa sio neno baya, sio tu si manake akili haielewi. Huyo ndo mjinga, hana ufahamu na kile unachokizungumza wewe. Unabariki kwa roho ribo shekere kurabaribos. Sasa sisi tuelewe, unatuambia nini? bora hata useme unatuombea, lakini... hata baadaye, ndo maana Biblia akasema na akili pia, na akili uiweke. Kama unamwombea mwingine huyu ambaye ni mjinga, labda hata mambo ya roho ayaelewi, lakini ukiongea kwa lugha ambayo yeye ataielewa, itambariki, itamsaidia. Kwa hiyo Biblia anasema ataitikiaje amina baada ya kushukuru kwako, ikiwa hayajui uyasemayo? Kwa hiyo kumbe, hata Biblia inatambua mtu akibarikiwa lazima aseme amina. Labda Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akuponye, Mungu akupiganie, Mungu akutetee, Mungu awe pamoja na wewe kila unapokwenda, lazima useme amen, maanake unakubaliana na yale yanayozungumzwa. Sasa kama mtu ananena kwa lugha, wewe utajua anasema nini ko lazima mtu aitikie, aseme amen. Kwa hiyo hata kama ukinena kwa lugha, basi tumia na akili pia, ili yule mjinga yule, ambaye haelewi unachokinena kwa lugha. Mjinga sio kwamba ni mtu wa chini. Hata mimi ukinenea kwa lugha, mimi sitajua wewe umesema nini. Utakapoongea kwa Kiswahili ndo nitaelewa, nitasema haa, amen, na iwe hivyo kama ulivyotamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda mstari ule wa kumi na saba. Kwa hiyo kwenye mstari wa 17 sasa ndio kama msingi au jambo kuu nilokuwa nataka kulizungumzia siku ya leo. Akasema maana ni kweli wewe washukuru vema. Kumbuka jambo hilo bali yule mwingine hajengwi kumbuka hapa. Amesema wewe unashukuru vema. Jambo la kwanza la kukumbuka katika maisha yako, Mungu anapokuwa amekutendea jambo zuri, Mungu anapokuwa amekutendea jambo zito, jambo kubwa, yani kwa kweli unataka kumshukuru, ni kushauri kama ni wewe na Mungu hapo, ni wewe unazungumza na Mungu unataka kumshukuru, basi nenda mbele zake kwa kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, Biblia inatuambia unashukuru vema. Hakuna sehemu nyingine kwenye Biblia inayo Sema unashukuru vema zaidi ya hapa ukiwa unanena kwa lugha. Kumbuka kwamba maombi ya shukrani ya kunena kwa lugha, unakuwa unashukuru vema. Kwa hiyo pata muda wako mwingi kama ni wewe na Mungu wako. Lakini kama labda upo mbele ya watu, ni kanisa, mmekuja kwa pamoja, labda mnamshukuru Mungu kwa kuwavusha mwaka, au labda amewasaidia, mlikuwa labda na ujenzi mmekamilisha hapo lazima utatamka kwa Kiswahili au kwa lugha watu wanaoielewa, ili waambie ni vitu gani vya kushukuru. Alafu baada ya hapo, anayenena kwa lugha mmoja mmoja atanena, lakini wewe tayari umeshafafanua ni jambo gani la kumshukuru Mungu umeshaleta na maandiko pale, namna hiyo watu wamejengwa, watu wamefurahi, namna hiyo unasonga mbele. Haleluya! Sasa unapokuja wewe na Mungu, wewe uko mbele za Mungu, unataka umwambie Baba asante, ulionitendea yani siwezi kueleza. Yani Mungu wangu umenitendea mambo makubwa sana, umenitendea mengi, hata kama mengine bado, lakini hili ambalo umeshalitenda nimekuja kukushukuru Ukitaka kumshukuru Mungu vema, yaani ukitaka kupata vema, nena kwa lugha. Haleluya! haijalishi kile ambacho Mungu amekufanyia, nena kwa lugha kwa ajili ya familia yako, nena kwa lugha kwa ajili ya kazi, biashara unayoifanya, majukumu yote, labda unajihusisha na kilimo, unajihusisha na mambo mengine kadha wa kadha, yaani nenda mbele za Mungu kwa kunena kwa lugha, unakuwa unashukuru vema. Sasa wengi, ile andiko hawalioni, wanakimbilia tu pale mwishoni kwamba bali yule mwingine hajengwi. Ndiyo, yule mwingine hajengwi kwa sababu sizungumzi naye yeye. Kumbuka, nimesema kama unamshukuru Mungu mbele za watu, wewe si umesimama pale mbele, utaongea lugha inayoeleweka ili watu uwaambie, uwape sababu ya wao kumshukuru Mungu. Ukishawapatia wakaelewa kinachofuata hapo, si tunaongea na Mungu. Siongei tena na watu. Watu nimeshawambia, jamani, tunamshukuru Mungu, ametusaidia kwa ajili ya ujenzi, tulikuwa tunajenga kanisa letu, limekamilika. sasa hapo, ni kila mmoja mmoja anaenda mbele za Mungu eh? kueleza namna Mungu alivyotenda mema. Sasa hapo ndo usiache kunena kwa lugha, hakikisha kwamba unanena rimoshekereko rabariboseke rikaria ikanta ra mashanda raposekereko siki rimashandarabosaka rekereke sakara mashanda, unamshukuru Mungu. Tena hapo unakuwa unashukuru vema. Ukishukuru kwa maneno ya Kiswahili peke yake, ukishukuru kwa lugha unayoelewa peke yake, ukishukuru kwa akili zako tu peke yake. Ni kweli unakuwa umeshukuru, na mimi niko hapa kukuambia kwamba unakuwa umeshukuru, na wapo wengi kwenye Biblia. Hata yule Msamaria Bwana Yesu alivyomtendea mema, alirudi kwake akamshukuru. Na mimi niko kukuambia kwamba ni kweli unakuwa umeshukuru, lakini ukitaka kushukuru vema, hii ni kwa anayetaka, sio kwa kila mmoja mmoja. Unaweza ukashukuru vya kawaida, na yenyewe ni sawa, sio dhambi, hakuna shida hapo ili usija ukafikiri kwamba mi nimesema usiposhukuru kwa kunena kwa lugha eti hujashukuru, aa, hapo umeshukuru kawaida. Ni vizuri na Mungu anafurahi kwamba angalau una moyo wa kumshukuru. Sasa je, Unataka kumshukuru vema? Unataka kumshukuru vema huyu Mungu ambaye ametenda hilo jambo kwenye maisha yako wewe, mshukuru kwa kunena kwa lugha, mshukuru kwa ajili ya huduma inavyoendelea, mshukuru kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mme wako na mke wako na ndugu zako, kwa kunena kwa lugha. Hapo unakuwa unashukuru vema. Mtu yoyote asija akakwambia kwamba jamani, wewe ukiwa unashukuru nanena kwa lugha, sasa umeshukuru nini? Jambo la kwanza, kwani ulikuwa unamshukuru yeye au mshukuru yeye. Ukitaka kuongea naye yeye, utaongea naye kwa lugha anayoielewa. Kama hata ni mzungu anajua Kiingereza, utamwambia thank you for drinking water, amekupatia maji. Utaongea kwa lugha ambayo yeye ataielewa. Lakini hapa mimi nakuwa naongelea unapomshukuru Mungu, unapokuwa unamshukuru Mungu unazungumza na Mungu, hausemi na watu. Mahali pa kusema na watu unaongea nao lugha wanayoielewa wao. Kwa hiyo kama ni ombi umeshalifafanua kwa watu. Ukiwa unaomba si unamwomba Mungu? Wewe unaongea na Mungu. Kwa hiyo anza kunena kwa lugha, anza kunena kwa lugha, unakuwa unashukuru vema. Lakini kama uenda kwenye hiyo jamii au jumuia, wapo wengine ambao hawaelewi habari za kunena kwa lugha, sasa usinene kwa lugha tu. Sasa ukiwa mwanzoni tayari umesha nena kwa lugha, umeshamimina moyo wako mbele za Mungu kwa shukrani, namna hiyo ndipo sasa unaweza uka, uka, ukaomba na kwa akili na kwa lugha ile ambayo watu wanaye. Leo kasema, Baba asante, umetusaidia kwenye hili Mungu wetu, tunakushukuru sisi, tumerudi kusema asante, nina, nini na nini hivyo hivyo, maneno ya shukrani. Mungu weye ni mwema, umekuwa mwaminifu, umetulinda, umetutetea. Unamshukuru Mungu kwa lugha inayoeleweka. Haleluya, haleluya, haleluya! hiyo ndo namna ya kumshukuru Mungu kwa hiyo basi na siku ya leo kwa sababu tumefika siku ile ya 25 tangu tumeanza mfululizo huu wa siku hamsini za Pentekoste siku ya leo tunataka tupate nafasi ya kumshukuru Mungu na nikuonyeshe andiko hili sasa linavyowekwa kazini na unaweza ukanena kwa lugha mara nyingi kwa kadiri inavyowezekana Mtume Paulo mwenyewe labda nikumalizia mstari unaofuata wa 18 akasema namshukuru Mungu ya kuwa na Nena kwa luga zaidi ya ninyi nyote Kwa nini Paulo alisema ananena kwa lugha zaidi ya wa watu wote? Ni kwa sababu hao watu wa Korinto walikuwa wanasubiria kuja kunena kwa lugha kanisani tu. Nyumbani hawaneni kwa lugha, wakiwa kwenye mambo mengine hawanene kwa lugha. Wao wanasubiri wakija kanisani ndipo wanene kwa luga. Paulo akasema, jamani, mambo hayaendi hivyo, mimi nnanena kwa lugha zaidi yenu ninyi nyote. Unaona, hapa akasema ninyi nyote sio kuliko mchungaji wenu no, au mtu fulani mmoja a, nyote kwa pamoja, ninawazidi wazidi, kwa sababu Paulo alinena kwa lugha mara nyingi. Sasa huu ni wakati wa kwenda mbele za Mungu na kumshukuru kwa mema mengi ambayo ameyatenda katika maisha yetu katika kipindi hiki na mambo mbalimbali, huenda mbali na wewe Mungu ameshakutendea. Kwa hiyo basi, naomba nikukaribishe tunapokwenda pamoja tumshukuru Mungu wetu ambaye ni Mungu mzuri, ni Mungu mwaminifu ambaye yuko pamoja na sisi siku zote.

Kora baribo Shiki. Umekuwa mwema kwetu, umeendelea kututetea, umetupigania, umetuongoza, kibali chako kimekuwa pamoja nasi katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, riko ramasakaraparibosheke riko rikanta kora baribo saka. Asante Bwana, uliyetupatia nguvu, ukatutia nguvu za kuendelea kuomba, za kuendelea kujifunza neno lako. Umetupatia ufunuo kila itwapo leo, umetufundisha tumezidi kukujua wewe na kukupenda wewe kupitia siku hizi hamsini za Pentekoste katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, riko ramasaka rabashaka rikoria ikanda rako rabaribo seke ripa rako sakarako rabasiki katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa miungu na ni Bwana wa mabwana. Asante Bwana Yesu, unatupatia neema yako, unatulinda unatutunza, rikoria ikanta rakorabaripo saka rako kurabasaka umetuheshimisha, Bwana, hujatupungukia wakati wowote, neema yako imezidi kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo rakosekerebosaka rakorikantara kurabaribosiki. Asante kwa ajili ya wasikilizaji, asante kwa ajili ya watazamaji, asante kwa ajili ya wote wale ambao wanapata mafundisho haya kutokea maeneo mbalimbali. Mungu wangu utaendelea kuwatunza, Mungu wangu utaendelea kuwapigania, Bwana hutawaacha wakati wowote kwenye maisha yao wao ia zao wao na kazi zao na shughuli zao wao na huduma zao katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza Bwana Yesu, tunasema asante kwa mema mengi ambayo umeyatenda. Asante kwa kutufikisha Uh, hii nusu ya kwanza na nusu ya pili tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako Bwana, utatufundisha zaidi, nasi tutatoka utukufu hata utukufu, tukiendelea kukupenda na kukuheshimu na kukuishia wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen, amen, amen Amina. Basi nipende kumshukuru Mungu tena pamoja na wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mpaka kufikia wakati huu. Basi mimi ni kukabidhi ndani ya mikono ya Mungu iliyo salama, Mungu wangu aendelee kukutetea na kukupigania kwa siku ya leo. Ulikuwa pamoja nami, Pastor Joseph Mtasa toka Rema Outreach Church, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.